Karibuni tena mara nyingine ndani ya Mjukuu wa Bunduki. Kama ni mara kwanza, nakuomba nipe support kwa subscribe, like, comment, share. Share inamaanisha kwamba nakuomba share hiyo link ya Mjukuu Bunduki. Geoffrey Rigathi Gashagwa na Kilefas Malala, nimeona Taifa Leo inasema kwamba karata mpya wa kisiasa kati ya Gashagwa na wenzake. Nataka kuambia Wakenya, mimi sio mkabila, but hakuna mahali Geoffrey Gashagwa anaweza kutupeleka kama Wakenya. Namba tu sidhani kama kuna kitu yote ambayo Kilofas Malala anaweza kusaidia Gashagwa. So hawa ni watu wawili ambao hawana mwelekeo, kwa sababu Gashagwa mmoja alikuwa kwa serikali na hiyo siwezi sahau, na hiyo nitasungumuzia, ya kwamba huyu ndio Gashagwa, wakati wa Kenya walikuwa wanazungumza mambo ya Forde Bausing ya kwamba ni sio eh, kipaumbele kwa Mkenya. Wao walikuwa wanasema kwamba wao wanataka kubadilisha maisha wanaget. The Simpson Gashagwa baada ya kutolewa ndio mtu ambaye ako mstari wa mbele kusema ya kwamba William Ruto anatumia affordable housing kufaidika. So ni mtu ambaye hatuwezi kumwamini kwa vyovyote. Hadi kwa chama yake hatuwezi kumwamini kwa vyovyote. So mimi nikiona kwamba atikarata mpya, nafikiria hao waandishi wa wa habari ni kama walikosea. Wangeandika ya kwamba ni mwanzo ya Gashagwa kupotea kwa kisiasa. Huyu ndio kiongozi ambako na chama ameshindwa kuzindua chama chake. Pili, huyu ndio kiongozi ambao anafuata wale ambao wamekataliwa na wananchi. For example, mtu kama Malala amesimama, ameangushwa peupe mchana, na alikuwa na Mheshimiwa William Ruto. Si Gashagwa Mheshimiwa William Ruto yudie Kakamega. So ukijaribu kuangalia, ukienda pwani la inji, huyu ndio kiongozi ambaye anatembea na jicho pefu, mtu ambaye ako na shida kwao Nyali constituency pakubwa basari hapa. Yani hakuna miradi yote ambayo inaendeleshwa kule kwake constituency Nyali. So hawa watu ndio wamekusanyika pamoja ya kwamba wanataka mwanzo mpya, siasa mpya ya, ku, ya kubadilisha taswira ya hali ya Kenya. Mimi nataka kuambia Mkenya, ni juhudi wetu kama wapiga kura tukae chini tuanze kuangalia tunataka siasa aina gani. Mimi kibinafsi nimesupport Gachagua during impeachment nilikuwa nadhani kwamba kuna siku moja Gachagua atabadilika akuwe Mkenya, lakini ameshindwa. Bado ni mwananyeri si wa Central, bado ni mwananyeri. So kama huyu ndio kiongozi ambaye ya wanataka kubadilisha Kenya, na huyu ndio bado kiongozi ambaye ya anakejili wengine, anasunguka akitembea na chama chake ya DCP akisema kwamba Nairobi lazima watapanga wao kama Wakikuyu. So wakati mtu anasema Nairobi the capital city, jiji kuu ya taifa la Kenya anasema kwamba tutadominate, tutahakikisha tuchague kabila yetu asilimia sabini. So inamaanisha kwamba wale kabila wengine ambao wako Muluya, Mjaluo, Masai, Waswahili eh? Wakamba. Ay, tuseme tu wamechukua kwa kamba wao kusema ngema, so au kabila wengine wanaingia na wapi? Then hao ndio wanasikia bado wanasema kwamba oh, Sifuna is a gentleman na huyu ni Muluya na anasema ya kwamba wao watapanga Nairobi kama gema so mimi sidhani kama kuna mali tunaweza ingiana Kashagwa, sidhani kwa sababu kabila yake binafsi. Kama, kama Kashagwa huyu ndio mtu alikuwa deputy president akaanza vita na baadhi ya wabunge wa Central. Huyu ndio kiongozi ambaye alikuwa naibu rais alikuwa anapigana na magavala wa Central. So Hebu jiulize for example, sasa gashagwa chaguliwe ama wa dominate jiji kuwa Nairobi ama jiji kuwa Kenya? So hebu jiulize sasa, gashagwa gavana yake tena ni kabila yake kabila kitu au kabila wengine why? Mimi kama mwenyewe nakataa gashagwa, nakataa na sababu zangu binafsi. Kama mkenya simkatai kwa sababu mimi mkabila fulani na mkataa Gashagwa Gashagwa personal, kama sababu ana interest ya Mkikuyu, ana interest ya kabila zingine, ako na interest yake kama Gashagwa ili akuwe na MCA wingi, akuwe na wabunge wingi, akuwe na women rep wengi, akuwe na magavana wingi, ili yeye mwenyewe apokee hela. Namna chama cha ODM wako na wabunge wengi pili, apokee hela namna chama cha UDA hakuna wabunge wengi, ili apokee hela namna chama cha Jubilee alikuwa anapokea hela kwa sababu idadi ya wabunge So hiyo ndio interest ya Gashagwa. So interest ya Mheshimiwa Gashagwa ni moja. Hakuwa na wabunge wengi. MCS, magovernors hao. Hiyo ndio interest yake kubwa. But interest ya Mkenya sijui, sijui Mkenya anateseka, sijui Ruto anatoibia, haiko kwa Gashagwa ndugu yangu. So mimi kibinafsi kama Mkenya mliposhuru, hakuna mahali ambapo tunaweza discuss siasa ya Gashagwa. Nothing at all kwa sababu anashindwa kubadilika. So wakati mtu anakudanganya leo, niseme ya kwamba nilikuwa nakula kwa nyumba fulani, sasa nimetolewa katika kwenye nyumba hilo, sasa naanza kusema ile nyumba ni ya waganga, ile nyumba ni ya wachawi. Lakini wakati nilikuwa nakula ndani nilikuwa nasema hiyo nyumba ni ya watakatifu. So namna ndivyo Gashagwa anadanganya leo ya kwamba oh, unajua serikali ni mbaya, kwa sababu anataka ye mwenyewe alete hivi baraka zake, kisha baada ya baraka zake akulie kama Gashagwa. Ningependa kuambia watu wa mlima Kenya kwamba msijaribu kupoteza mayu, wakati wenu na muda wenu na Jofrey Gashagwa. Kwa hii gavana Mbadi saini atafutwa Nairobi na kinabasanga na Kashagwa. Na kumbuka ya kwamba 2022 tulikuwa na Tim Wanyonyi chama cha ODM kabla Sakaja kuletwa na UDA. Wanyonyi alisimama, Sakaja alimamo, alisimama na chama ya Mudavadi, ANC, kisha eh, Polycarp Igathe ilikuwa na Jubilee. Kisha huyu huyu ambaye anasema kwamba wanataka dominate Nairobi. Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa rais ambaye ni Mkikuyu mwenzake. Akaleta Mkikuyu mwenzake ambaye anaitwa Polycarp Gadhi. Raila Odinga na kima yake aka drop kandidati yake ambaye ilikuwa ni Timothy Wanyonyi, mbunge wa Islam, akaatia nani, Mkikuyu ambaye alikuwa anaitwa nani, Polycarp Gadhi. Na aliyemkatai Gadhi, aliyemkejeli Gadhi, aliyefanya Gadhi asichaguliwe Nairobi kama Mkikuyu mwenzake, ni Geoffrey Gadhi Kashagwa, kwa sababu hakuona mbele, aliona ya kwamba huyu vita yake kati ya Uhuru Kenyatta na marehemu Mheshimiwa Raila Odinga. Odinga sasa leo anatuambia sasa wao ndo wako na mali Nairobi, wanafaa kuongoza Nairobi. Ndugu yangu, kama umezaliwa bila maarifa na bila macho ya kiroho utakuwa na shida, namna Gashagwa anakuwa na shida. So mimi nataka kuambia Gashagwa, utafanya siasa zako kwa wingi, utafanya mbinu yoyote, lakini hakuna siku hii Nairobi mchagulie governor. Ndugu yangu, itakuwa ndefu sana jumulia. Ameshaonja mjaluo ameonja, so mibaki mkamba, mkamba pia ameonja Mike Mbuvi Sonko. So ni mbinu, ni ngumu sana, ni ngumu. So right now hawa vijana ambao ni kabila ambao tunasema kabila less watajipanga kivyao na timaye watadominate nini Nairobi. So the only way ambayo mkikuu inaweza kuwa governor Nairobi atoke kwa pande nyingine ambayo ikashagwa iko Mrengo enye Gachagua aiko, my friend, hata waamishe kura Nyeri yote, nawaamishe kura Murang'a, nawamishe kura Kiambu, naamishe kura eh, Laikipia, naamishe kura eh, Kinangop my friend <laughs> Nairobi baada watachukua, nawaambia, kwa sababu kuna watu watapiga kura against Gachagua, so the reason why mimi kama Mkenya na kata, kata siasa hii mbini tambia sijui mambo mpya, sijui mpangilio mpya. Ndugu zangu amedominate Capital City muda mbre mrefu kwa sababu hakuweka kabila yake mbele, alishika kabila wengine akakaa nayo kwanza katika kwenye meza. So hata akitaka kupea kabila yake kiti kubwa Nairobi, lazima aongee na kabila yote, aambie share yenu ni hii So wakisungumuza wanasungumuza kama washao kubaliana. Bado kashago anasungumuza vita ambaye ile wiki. Sisi Kikuyu hakuna siku Raila Odinga alisema sisi Kikuyu. Hakuna siku. Ati sisi Wajaluo. Sisi ndio tuko na kura Nairobi. Hakuna siku. Maita haikuwa. So the reason why huyu jamaa hata dominate Nairobi hii. Huyu jamaa mkabila. Ni siasa ya kabila. Nairobi imebeba wajanja. My friend, hii Nairobi ndio tunaanza kuungana na tuipe kura. Hii nasema bila uoga. Tunaweza iba kura yako na tupe opponent na huo opponent tangazwe. Kama unaleta siasa ya ukabila, so, lazima tufanye siasa ya umakini. Mimi nataka kuambia vijana tutoke siasa ya ujinga ya kwamba kabila yangu, kabila yako haitakuletea meza. Kama Gachagua alikataa, poli kapigadi. So sasa, anadanganya wa Kikuyu kwa sababu kuna interest ya kuhusa wa Kikuyu, anataka jina ili akulewa Kikuyu. Hiyo ndio kitu Gachagua anatafuta, si hata anapenda wa Kikuyu. So mimi nataka kuambia wa Kenya, Nairobi ni capital city, jiji kuu, uwezi leta siasa ya ukabila Nairobi, uwezi. The same na Mombasa, the same na Nakuru. Kwa sababu gani? Kwa sababu kabila zote wako hapo. So ukianza kumwambia wewe, oh, kabila yetu sisi tuko wengi, my friend huwezi shinda. Hata Nakuru ukianza kueleza hii siasa ya sijui sisi tuko wengi, watapoteza. Kwa sababu kuna wale ambao wamekaa pale wakiona kwamba interest yao kuna mtu ana sababu, watatoka wapigie mtu ambao wanataka. So mimi nasema Nairobi hatutaki siasa ya kabila. Tunataka mtu kama Kidero, tunataka mtu kama Sonko, hao ndio viongozi ambao hawana kabila. So, siasa ya jiji kuu bado imeshinda. Gashagwa Gashago anaweza ajaribu siasa kule Nyeri, kama nataka siasa ajaribu Nyeri. Na hata hata Nyeri baada yataoshwa Uhuru Kenyatta kama Chiwawa langu. Jina ni Mjukuu wa Bunduki. Kaa hapa nikufahamishe mengi.